Bali, karibu tena katika channel yako pendwa ya RTV. Kwa mara nyingine tena, mada yetu ya leo, je, ni jinsi gani utaweza kupunguza backup za WhatsApp yako ili kudhibiti matumizi ya bando kupita kiasi? Kama jibu ni ndiyo, fuata maelekezo haya ili kuweza kupunguza backup ya WhatsApp yako ili kuweza kudhibiti matumizi ya MB kupita kiasi. Hatua ya kwanza ambayo utatakiwa kuifanya baada ya kushika simu yako kama hapa unavyoona hatua ya kwanza watotakiwa kuifanya ni kuwasha data. Kwa hiyo mimi hapa data nishawasha, ninachofanya mimi ni kukuonyesha. Mimi data nishawasha. Kwa hiyo utachotakiwa kukifanya utaenda wapi? WhatsApp. Itafunguka kama hivyo dai. Subiri ifunguke. Okay? Ikishafunguka hivyo utakuja kwenye vidude vitatu huko juu. Utabonyeza hivi vidude vitatu huko juu upande wa kulia. Ushabonyeza unashuka katika kipengele kilichoandikwa setting. Utabonyeza setting. Ukishabonyeza okay, seti utaitaingia huku, seti utakutana na account privacy, utakuja hapa kwenye chat. Kwenye chat, ukishafika kwenye chat, utaona kuna theme, kuna difficulty, wachana navyo sisi. Ninachofanya sisi ni kupunguza backup, sawa? So, tutashuka chini kabisa kwenye kipengele cha nini, chat backup. Kiona hiki tunakibonyeza Et, labda ipo, ipo daily au weekly, au ipo monthly au only nini when I tap nini backup au eh, ukizikuta kati ya hizo, kati ya hizo nne eh, eh, hizi itabidi, itabidi utoe uweke off. Ona, ukishaweka off, mi nimeshaweka off. Kwa neshafanya fanya ni kuelekeza utaweka off baada ya kuweka off utashuka hapa chini palipoandikwa include video. Endapo utakuta hizi zimewaka hizi hizi, inabidi uzizime. Mimi kwangu nishazizima, ndio maana uingia umekuta zimezima. Baada ya kukamilisha hapo, utakuwa usha nini, ushapunguza backup. Na kwa mara nyingine tena ukitaka kufanya backup, unaingia huku huku, hapa juu pameandikwa backup, utabonyeza backup, itafanya backup, umeona? Kwa hiyo hapo utakuwa ushafanya backup ambayo itakuwezesha kudhibiti matumizi ya bando kupita kiasi. Watu wengi wanakuwa na malalamiki bando wanakuwa naisha kupita kiasi, kumbe kuna setup muhimu wanakuwa hawajazifanya kwenye simu zao, na hizo ndio hatua pekee ambazo utazitumia zitakuwezesha kuwezesha kupunguza backup ya WhatsApp yako ili kuweza kudhibiti matumizi ya bando kupita kiasi. Nikukumbushe tu kama huja subscribe, na kuomba subscribe ili uwe wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa tunaituma kupitia YouTube yetu pendwa ya RTV rangu jina akas ni Rogers Official one. Naomba nikutakie siku njema. Bye bye.